Naam. Uh, gazeti la Mwanahalisi limeandika habari kadhaa, na gazeti hili limechapishwa na kusambazwa jana, ambapo uh, moja ya habari ambazo zimeandikwa ndani ya gazeti hili linasema kwamba dili limebuma, na habari nyingine inasema ninatishwa, ni Jaji Warioba akinukuliwa akisema kwamba anatishwa na amesema maisha yake ameyakabidhi kwa Mungu, na habari nyingine ambayo imeandikwa ni habari isemayo kwamba Rais Maduro anatisha ama anatia kiwewe vigogo na hasa vigogo wengi wa dunia wanatishika kutokana na yaliyokuwa amempata Rais wa Venezuela ndugu Maduro ambaye ametekwa ama amechukuliwa na taifa la Marekani na kufikishwa kwa Marekani kwa tuhuma mbalimbali mbali. lakini tujikite kwenye gazeti hili, hasa habari inayosema kwamba ninatishwa, ambayo ni amba nukuu ya Jaji Warioba kwa nini anatishwa? na wanaharakati na matetezi wa haki za binadamu na uhai wa raia wa Tanzania wanasemaje? akiwemo rais wa chama cha wanasheria nchini tannyik Tanganyika, uh, Tanganyika Law Society ndugu Boniface Anyisire Mwabukusi anaandika kwenye ukurasa wake wa Facebook akisema kwamba nasimama kuhesabiwa na mzee Joseph Sinde Warioba. Mwabukusi anasema kwamba ni jukumu la kila Mtanganyika kuhakikisha kuwa ukandamizaji, vitisho, utekaji na uraghai dhidi ya Watanganyika unadhibitiwa ili kuwa na muungano wa haki na wenye serikali tatu. Mwabukusi anaendelea kwa kusema kwamba mzee Joseph Sinde Warioba ni tunu na zawadi kwa Watanganyika kwa upekee na Watanzania Tanzania kwa ujumla. Ninasimama na mzee Warioba kama yeye alivyosimama upande wa haki. Anasema, mimi ibada yangu ni kusimama upande wa wanaoonewa, kupiga kelele, kukemea, kulaani na kuhamasisha kufumuliwa kwa mfumo kandamizi wa kitaasisi, kikatiba na kisheria, kupata majawabu ya kurejeshwa kwa wote waliotekwa na kufichwa na uwajibikaji na baada ya kuandika maandishi hayo ama ujumbe huo, wasomaji wake kadhaa pia wametoa maoni kwenye ukurasa wake huu wa Facebook, ndugu Bonifas Anyisire Mwabukusi. Lakini msingi wa andiko lake ni kwamba yeye wakili Bonifasi Anyisire Mwabukusi anasimama kuhesabiwa na mzee Joseph Sinde Warioba, baada ya kuona pia habari hii kwenye gazeti la Mwanahalisi ikimnukuu Jaji Warioba ikisema kwamba ninatishwa na kwamba maisha yake ameyakabidhi kwa Mungu. Nini zaidi ambacho kinamsibu mzee Warioba? Na ikumbukwe pia hivi karibuni gazeti la Jamhuri lilidokeza na kuanza kuchapisha makala uh, ama habari kuhusiana na alichokuwa amekisema mzee uh, mzee Joseph Sinde Warioba na mfurulizo wa habari hiyo lakini mpaka sasa tangu lichapishwe toleo la kwanza na kuahidi kutolewa toleo lingine, mambo yamekuwa sio mambo, gazeti yaliko mtaani hivi, ni nini ambacho kilikuemo? Lakini sasa tusimame hapa kwamba Bonifasi Anyisile Mwabukusi anasema kwamba anasimama kuhesabiwa na mzee Joseph Sinde Warioba. Wewe je, una nini cha kusema? Karibu.